Yes guys, imeelekeza video kadhaa namna ya kwenda kwe, ya kuweza kwenda live kwenye TikTok lakini baadhi ya watu wamesema mbona hawawezi, mbona za kwao haziendi live. So, ni kitu ambacho ni rahisi sana, cha msingi unachotakiwa kujua ni kwamba hakikisha kwamba umekizi vigezo, sheria, kanuni na taratibu za TikTok. Lakini uweze kwenda live kwenye TikTok unatakiwa uwe uh, unatumia TikTok special yenyewe ile software ama official, uh, TikTok uh, application usitumie light kwa sababu ukinavyotumia light haina option ya kwenda live. Kwa mfano, katika simu yangu nakwenda kufungua TikTok light. Hapa ni TikTok light. Kama ni TikTok light, hapa sehemu ya jumlisha hapa chini ukigusa itakuletea option ya kwanza hii hapa, itakuletea hii option ya kushoot video ama kuupload picha hapa pembeni hivi, so hakuna option ya kwenda live, lakini account ni hii hii ya kwangu. Let's see hapa, ngoja ngoja nikuonyeshe kama pata kuona. Kwenye profile yangu ni hii hapa, na followers wengi sana, na followers 31.2 lakini hainiruhusu kwenda live. Sio kwamba sina vigezo, inashindwa kwenda inashindwa kwenda live kwa sababu moja, kwa sababu natumia hii uh, light sawa, eh so ili ni nini, ili niweze kwenda live natakiwa kutumia TikTok ya kawaida. Kwa mfano, nakuenda kuingia kwenye official TikTok hapa, official TikTok, nikienda kugusa alama ya jumlisha hapa chini ama hapa katikati, inanipa hizi option kadhaa kama hivi. So option ya kwanza ambayo ninaiona hapa sasa hivi, kuna option ya live hapa, ya kwanza ya live. Kuna post na kuna create kuna option tatu kwenye hizi option tatu zote, na live post create, hizi sehemu ya live ndo sehemu ya kwenda live kwenye TikTok. Lakini huku kwenye TikTok Lite hakuna hicho kitu. Kwenye TikTok Lite hiki kitu hapa chini hakipo, zipo mbili tu, umeona zipo mbili tu hivi, video and photo. Sasa kitu kinaitwa uh, multi clip, lakini hiyo hakuna. So guys, hiyo ndo namna pekee yake ambavyo unaweza ukaenda live. Uh, kwenye TikTok hakikisha kwa kwamba unatumia TikTok uh, official application usitumie uh, TikTok Lite hautaweza kwenda live. Asante sana kwa hilo. Naitwa Saibu Sanjiriwa na hii ni Jiriwa TV. Kama hauja subscribe kwenye YouTube channel yangu, lakini pia wewe sio mfuasi kwenye au haujanifollow kwenye account yangu ya TikTok, basi unakosa vitu vingi sana. Kama video yangu imekufunza, basi follow hapo, lakini pia comment kwa video nyingine.